Mtazamaji, je, ni mara ngapi umepotoshwa na habari ambazo si za kweli hasa katika mitandao ya kijamii? Sasa, mwaka huu nchini Senegal, hasa katika jiji la Dakar, wadau mbalimbali wakiwemo wasomi, watafiti, wahakiki na wanahabari wamekusanyika kwa siku mbili ili kuangazia changamoto zilizopo za habari za kupotosha, lakini pia kutafuta suluhu. Moja swala ambalo limejitokeza ni teknolojia ya akili mnemba, ukipenda AI ambapo sauti video na picha zinabadilishwa kwa njia isiyo na kusambazwa kupitia hiyo hiyo mitandao ya kijamii na kuleta habari za kupotosha. Pia imebainika kwamba hizi habari za kupotosha zinazidisha mgogoro, zinaleta mkanganyiko, zinaleta mgawanyiko, lakini pia swala so lingine ambalo limejitokeza, zinaendeleza dhana lakini pia propaganda. Sasa ili kutatua hili na kurejesha imani kwa umma, kuna baadhi ya mapendekezo ambayo yametolewa Pendekezo la kwanza ni mitaala ya elimu kujumuishwa katika vyuo vikuu, taasisi za elimu, lakini pia katika shule za msingi na za upili katika nchi mbalimbali. Pendekezo lingine ni kwamba wanahabari na wahakiki na umma kwa jumla wapatiwe mafunzo ya kutambua na kuona kwamba habari hizi zinazosambaa haswa, so katika mitandao ya kijamii ni bandia ama ni za kupotosha. Kampuni za teknolojia pia zimemulikwa kwa sababu imebainika kwamba asilimia sabini ya habari za uongo zinapitia hiyo hiyo mitandao ya kijamii na baadhi ya kampuni hizi zimeondoa vigezo ambavyo vinahakikisha kwamba habari zimehakikiwa kabla ya kuchapishwa mitandaoni. Umuhimu wa wachora vibonzo pia umeangaziwa haswa katika enzi hii ya ongezeko la teknolojia ili kupitisha ujumbe kupitia uchoraji. Katika kilele cha mkutano huu, hatua chanya zimeafikiwa, kibarua kikionekana kusalia katika kuhakiki ikilinganisha na kiwango kikubwa cha habari za uongo na zinazopotosha zinazoenea. Lakini pia tishio lingine ni wanahabari na wanahakiki kutishiwa maisha yao, huku baadhi ya taasisi zikiminya uhuru wa habari. Jupiter Mayaka, RFI Kiswahili, Dakar, Senegal.